Hujambo popote pale ulipo, na karibu kwenye himizo letu hii leo. Mi hapa ni VMM, kama vile nilivyokuahidi hapo jana kwamba nitajitahidi kadri niwezavyo, ili tuzidi kutiana moyo kila kuchao, tuzidi kuangalia katika neno lake Mwenyezi Mungu. Eh, kila asubuhi, Monday to Friday, mwendo wa saa 12 asubuhi twapatana papa hapa pa, kwenye YouTube channel hii na kama basi hujawai jiunga pamoja nasi, kama hujawai labda semezana nasi pale ama kutupata kwenye YouTube, labda leo ni mara yako ya kwanza, nakukumbusha kwamba usiondoke hapa kabla usubscribe. In fact kitu cha kwanza kufanya sasa hivi ni kwamba enda kwenye YouTube channel chini hapa kuna neno subscribe, click hiyo neno subscribe ukiambiwa sign in, sign in na jina la account yako, then copy the link hapa juu and share na weke comment yako hapa chini. Kwa hivyo basi make you me subscribe pale na itakuwa vema zaidi. Kama vile hapo jana tulikuwa naangazia jambo fulani, hapo jana tukapata kusemezana kwamba you know life is all about making decisions, you know you make a decision in life to be to do good to others unaweza ukafanya uamuzi katika maisha kutenda uovu, na wacha hayo. Hayo ni uamuzi tu, unaweza chagua usichague vile vile pia maisha. Kwa upande mwingine pia unaweza ukafanya uamuzi maishani kwamba ningependa niokoke. Hulazimishwi, lakini unaweza ukafanya uamuzi kwamba ningependa niokoke. Unafika mahali you make a decision, unafanya moyoni mwako uamuzi kwamba mimi ni hivi na hivi. Na kwa upande mwingine pia unaweza ukafanya uamuzi ukiangalia, eh, katika mtihani wanafunzi wanapoenda shuleni, unaweza kufanya uamuzi wa kusoma kwa bidii, unaweza kufanya uamuzi wa kutosoma kwa bidii. Unaweza fanya, unafika mahali unaambiwa kwamba ni wakati you choose subjects ambazo unataka either sciences ama not sciences na kadhalika. Kwa hivyo kuna uamuzi katika maisha, unachagua nani wa kuoa, unachagua huduma unacha... yani unafika mahali kanisa lipi utaenda, ni uchaguzi unafanya na ni Mungu ambaye na nakugusa. Unafanya, kuna maamuzi mengine nabidi Mungu akusaidia. Kwa hivyo popote pale ulipo, karibu tupate kuenenda kwa pamoja, na kama ulikuwa pamoja nasi hapo jana, katika maisha pia kuna kuchagua eidha uzima ama mauti, na Yesu akasema kwamba nakusihi, chagua nini? Uzima. Kwa hiyo basi uzima wa milele, kwa hiyo basi ni vema tuchague. Kwa hivyo in short, be it Christianity, be it career wise, be it whatever, life is all about making decisions. Kwa hivyo tulipata kujifunza mengi jana. Kama ulikosa hapo jana, please, ili usiachwe nyuma zaidi rudi hapo chini eh, kwenye mtandao wetu pale eh, tafuta tu ujumbe wetu ambao tuliweka hapo jana, na ili basi upate ujumbe huo wingi ningependa kusapoti huduma hii eh, basi wapote pale ulipo, toa pale sadaka yako ya shukrani kusapoti chaneli hii na vile vile pia wazidi, eh, kuwa baraka. Nakumbuka pia ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo tunapoendelea na ibada hii ili tupate neno, tupate kuomba na zaidi tuahitaji kutoa matoleo yetu pale. Nambari ambayo unaweza kutumia ili kutoa pale sadaka yako ni 072, 24, 39, 49. Nambari ya simu 07, 22, 24, 39, 49. 0722 24, 39, 49. Kwa hivyo nashukuru sana na kwa wale ambao nazidi kutizama pale, Mungu azidi kuwatenda wema. Kwa hivyo iwapo e, pia na swali au maoni e, na pendekezo lote waeza nipata kwa nambari hiyo e, izi piga simu, WhatsApp au tumia SMS kwa 0722, 24, 39 49. Naam. Eh, ni ruhusu basi tumalizana tumaliza pale na, na recap kidogo na kadhalika, niruhusu tuingie moja kwa moja kwenye neno. Nilikuahidi kwamba jana tapata kuendeleza ukuo, si kitabu hicho hicho, lakini ni ujumbe huo, twaendeleza uh, pale naam. Wacha leo tusome kitabu cha Isaya sura yake ikiwa ni ya thelathini mstari wa ishirini na moja Isaiah chapter 30 verse 21. Maandiko anasemaje? Na unaweza kaanzia pale nyuma ili upate mengi zaidi e, lakini wacha tusome tu verse 21, ntasoma kwa Kiswahili na kwa Kiingereza. Bila sema hivi, na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema, njia ni hii ifuateni, mgeukapo kwenda mkono wa kulia na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Na Kiingereza sema hivi, and thy ears shall hear a word behind this saying this is the way walk ye in it when you turn to the right to the right hand and when you turn to the left Baba twasema asante kwa jina lako, twakushukuru mfalme, twasema hakika umetukuka, umetamalaki mfalme, hakuna kama wewe Baba. Nakushukuru kwa neno lako hii leo, naomba kwamba Bwana kanene nasi, tuongoze, tuwezeshe, nitumie tu kama chombo cha kupitisha neno lako. Na zaidi kwa msikilizaji wangu Bwana mwonekanie kwamba ni kanene na hali yake. Baba, naomba kwamba Roho Mtakatifu azidi kuongezeka ndani mwangu na popungua. Na sifa zote na utukufu ni kwako kwa jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Naam, napoangalia katika kifungu hiki twapata kuona kwamba ni wakati ambapo tufika mahali bila naongea kuhusu Mungu, ukasikia sauti yake na, na masikio yako yatasikia neno la, la neno nyuma yako likisema njia ni hii ifuate. Najua tulikuwa naongea kuhusiana hapo jana kwamba kufanya maamuzi, na katika kule kufanya maamuzi, ni ombi langu asubuhi ya leo kwamba sauti ya Mungu ikakufikia ukapate kujua. Unajua kwamba wanaenda kuna pahali ambapo ukifanya kosa moja katika kufanya uamuzi you will regret the whole of your life, kwa sababu ya one decision that you made that was carelessly made. Ukifanya uamuzi mbaya tu mmoja, huenda ukakuathiri maisha yako yote kwa mfano ukifanya uamuzi ambao si kulingana mapenzi ya Mungu kuhusiana na mke utakayeoa, kuhusiana na mme utakayeoa, kuna watu ambao tumewaona, mtu baada ya kuoa akapotea kwa huduma, mtu baada ya kuolewa akapotea kwa huduma. Kisa na maana ni kuna uwezekano kwamba the choice that you made concerning your husband or your wife. Kwa hivyo kuna uwezekano kwamba uamuzi uliofanya ndio umekuathiri maisha yako yote, and there are people ambao ukifanya uamuzi mmoja vibaya you might live the whole of your life looking for another opportunity ili ufanye uamuzi vizuri ili ukorrect mistake zako na hutapata, especially kwa kuhusu swala la ndoa. Mungu atusaidie sana, na especially wale ambao ni vijana. Mungu awasaidia sana, awasaidie sana, kwa sababu ukifanya mistake hapo, Mungu tu ndiye anaweza akakusaidia. Naam. Kwa hivyo sinapoangalia pale mpendo msikilizaji, ni ombi langu katika andiko hili. Ni ombi langu asubuhi ya leo kwamba unapofanya uamuzi wowote, be it career wise, kuna watu ambao saizi wana regret kwa sababu they chose a wrong career. Ulichomchagua career vibaya. Maybe ulikuwa na fikira zako, maybe ni tamaa zako, maybe ni watu ambao walikutangulia. Kwa hivyo, you know, kuna watu wanaweza kuinfluence. Let me tell you, kabla nijiunge na Chua, shule ya upili, eh, nakumbuka nilikuwa na ndugu zangu walionitangulia moja, moja kwa mfano, eh, na si kwamba subject hizo ni mbaya, lakini kwa sababu nilisikia wakiongea Ik, nikafika mahali nikapata hata mimi bila kujua walikuwa, walikuwa very negatively about history. Subject ya, history. Unajua, ya Saeed said said vitu so mbona hizo vitu zote. Kwa hivyo, wakiongea negatively wakiongeao about inaitwa history subject hata na mimi nikapata nimeichukia tu bila kujua sababu, lakini nikapata sipendi. Na kuna subject moja they talk positive about it, ambao ni, of course I'm talking about that cluster ya subjects. Ilikuwa ni, eh, geography. Geography iliongea about it, nilijua tu nimependa. Zile patterns ambazo zitengenezeka kwa desert na nini. Nilipata nimependa, tu na cram hizo vitu, vile zina can na za draw, ni a diagram, with the, with the use of a diagram. You know those questions. Nilikuwa napenda tu geography. Kuipenda tu licha ya kwamba ilikuwa na notes nakuambia, lakini nilipata kwa sababu walipenda na nilikaa nao ndugu zangu wakubwa, nami nikapata nimeipenda. There are people kikaa nao they will influence you pole polepole bila we kujua. Na lakini basi napoendelea pale, mpendwa mtazamaji, ni kwamba twasema kwamba of course katika kufanya maamuzi yako ni ombi lang kwamba Mungu akudirect zaidi. Pia anaweza akakupa marafiki, god can connect you to the right people, ambao wakati ambapo unafanya uamuzi ni watu ambao watakushauri vema. Kwa hivyo, may that be your portion this morning, kwamba unapofanya uamuzi wako, unapochukua hatua ambazo wastahili kuchukua, Mungu ukasikie sauti ya Mungu, may that voice of the Lord, may that voice of God be audible enough ukapata kusikia, ndio usifanye uamuzi ambao usio busara. Usifuate tu maneno ya watu, usifuate tu marafiki ambao wengine ni wakupotosha, wengine ni wakusaidia. Usifuate tu, bali sauti ya Mungu ikapate kusikika kwa masikio yako haya. Na ukisoma basi mstari huu ambao tumeusoma asubuhi leo verse 21 ni kwamba, na masikio yako, masikio yako, ombi langu, masikio yako sio mtu mwingine, masikio yako yasikie Nasema ya kwamba yatasikia neno nyuma yako likisema, njia ni hii, ifuateni, mgeukeni kwenda mgeukapo kwenda kushoto na kwenda kulia, yani mnapopiga kona zote, mnapofanya shughuli zote, sauti ya Mungu ikapate kuwa audible, ukapate kusikia sauti ya Mungu. Na naomba kwamba katika kufanya maamuzi yako, kuna mtu ambaye nazungumza naye asubuhi ya leo, umechanganyikiwa. Ni njia ipi utafuata? Ni uamuzi upi utafanya? Una kazi mbili zime, wanakuita unashindwa, hizi kazi, niende kazi ipi? Unafika mahali unamchumba, uliambia uliambiwa wa kwanza akakunyamazia, akakataa, ukaona amekataa, ukaenda, ukaambiwa pili, akanyamaza, akatulia ukaona amekataa. Sasa wote wameamka na wote wameleta response at the same time, unashindwa. Mungu uko upande upi? uamuzi wako ni upande upi? Sijui, wote wameokoka, wote ni, ni watu ambao wanakupenda lakini, Mungu nashindwa ni, ni huyu ndugu ama ni huyu nimeshindwa, nitafuata ni nitaamua vipi? sauti ya Mungu Ombi langu kwamba sauti ya Mungu ikasikike kwako, ukapate kuisikia, ukapate kujua ni wakati wa kutaan kulia, ni wakati wa kutaan kushoto, kwa jina la Yesu Kristo, kwamba usija ukafanya misteki yoyote. Mungu akakutangulie kwa kila jambo, kwa jina la Yesu Kristo. Sijui nazungumza nani asubuhi ya leo, lakini laki nahisi kuambia hivi, popote pale ulipo, Bwana akakutangulie, sauti ya Bwana ikakujie. Labda ni kwa maswala ya masomo, labda kuna mtu ambaye najua, I know my sister ambaye she used to like issues to do with medicine a lot. Do you know, sasa hivi si, si daktari, lakini anything to do with magonjwa, ukimuuliza She can advise you, she can prescribe to you. She's not a doctor, but anaweza kukuprescribe dawa, na ukaenda, ukifanya, ukifata maagizo yake utapona. Utapona. Unajua, siju, anaongeza na, na neema ya Mungu juu yake. Siju, lakini hakusomea udaktari, but kiu chake ilikuwa ni kule. She did, kawa tu ni combination ya subjects. Hakuweka, hii subjects inaenda na hii, inaenda na hii, haku combine subjects vizuri, kumaanisha kwamba ama hata kama ali combine, hakupita kulingana na combination hiyo unajua naweza kuambia, tunahitaji ucombine biology pamoja na English pamoja na mathematics, alafu pate, ndio umefanya hizo lakini, umepita kwa bio peke yake, lakini mathematics na english hujapita. Kwa hivyo hiyo course inakupita. Hivyo nyakati zetu, sionge kuhusu sasa hivi. Kwa hivyo naposema hivyo, unapona si kwamba ili miss kidogo kidogo tu, lakini sasa hivi ukikaa na yeye, akisikia akikuangalia, anasema ayoke, okay? we ni mgonjwa Unasikiaje? Ukimweleza ata prescribe dawa. Na sasa hivi napoongea yeye ni mwalimu lakini anaweza akakupriskribia dawa kama daktari. Na nikawa naangalia, anasema kwamba unajua Mungu ni waajabu. Ni ombi langu kwamba katika hata combination na subject zako, katika kule kupita, Mungu akusaidie kwamba ukapata kupita zile subject ambazo zinafaa kulingana na kile ambacho Mungu amekusudia kwa ajili yako. Mungu akuelekeze kwa yote, iwe ni kwa huduma, ujue kwamba wee ni mwalimu wa neno, ujue kwamba wee ni mchungaji, ujue kwamba wewe ni nabii wewe. Ujue laini yako ni ipi. Usiende ukafungua kanisa, kumbe wewe kazi yako si kufungua kanisa na kuwa mchungaji. Kazi yako ni ku kufika mahali

kupitia kwa ndoto, kupitia kwa chochote kile, kupitia kwa neno lake, kupitia kwa ubiri, kupitia kwa njia yote ile, lakini, nisikie sauti ya Mungu. Wakati ambapo unafungua una, una, una huduma unataka kufungua church, upate kusikia sauti ya Mungu kwamba church hiyo afufungue Nairobi, afufungue Kisumu, afufungue Mombasa, Eldoret, Nakuru, Kisii, wherever yafufungue wapi, location also matters. Unapoangalia we ni mwanasiasa, unasikia kwamba wee utakuwa gavana, utakuwa sijui president, utakuwa nani, upate kujua ni wakati upi, usikie sauti ya Mungu kwamba wee ni mwanasiasa, ndio, lakini kwa wakati upi na ni kiti kipi? Kuna watu tu sasa hivi there somebody that I know na niki nikienda katika udadisi wa siasa, kuna mtu namjua huyu mtu, si kwamba hajui kupiga siasa, anajua kupiga siasa kweli kweli kweli. lakini kitu ambacho kilimwest tu ni kwamba hakujua ni kiti kipi kwa wakati upi. Alishaikuwa mbunge na maybe ilikuwa akue e, kiti kingine, maybe ilikuwa akue deputy governor, maybe akue governor, maybe akue deputy president, maybe akue me. Lakini hakujua vile ambavyo hizo hatua zifaa zende, akafika mahali akaruka mara moja na kureka kule kuruka kila alikiacha hicho angekichukua, angeshinda, lakini kwa sababu alikiacha hivyo, hakusikia, hakusikia sauti ya Mungu. Hivyo ndio aliponyoka, wakati alifika mbali akigutuka, akirudi kwa kile ambacho aliacha, then nafasi yake kao imeshapita, muda ukishapita, na hivyo ndio aliachwa na akapotea. Ni muhimu sana kusikia sauti ya Mungu, tujue kwamba ni wapi, ni lini, ni, ni nani, ni nafasi ipi. Hata pale kanisani ni vizuri pata kujua ni wakati upi wewe kama Assistant Associate Pastor. Ni wakati upi unastahili kutoka pale na maybe ufungue kanisa lako. Ukifungua mapema ole wako, ukichelewa tena sana ole wako. Ni vizuri kujua wakati wa Mungu, itakufaa zaidi, the timing of God, kwa hivyo ombi langu kwamba sauti ya Mungu ikapate kuwa audible kwetu, tukasikia sauti ya Mungu anavyotuelekeza na tuifuate, na mwisho wake sote takuwa nasherekea tunafurahia wema wa Bwana. Lakini usipofanya hivyo utafika mahala ambapo utafikiria huyu Mungu ni mwongo, lakini Mungu hasemi uongo kamwe, hasemi uongo bali, yeye anasema ukweli. Kama mwanadamu adanganye, bali anasema ukweli. Kwa hivyo asubuhi ya leo, wacha andiko hili likapate, ndilo ombi langu kwako asubuhi ya leo, kwamba mstari wa 21 ambapo Biblia inasema vipi, kwamba na masikio yako yatasikia neno. Naomba kwamba yasikie ya neno. Naomba nyuma yako likisema njia ni hii ifuateni, mgeuke kwenda mkono wa kulia na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Sauti ya Bwana kapate kuwa audible and you will never make a mistake in life okay, ukijua siri hii hautafanya mistake maishani kwa jina la Yesu. Mi hapa ni VMM kipenda Victor Mandala kwenye Himizo asubuhi ya leo. Iwapo ungependa tuombe kwa pamoja, ungependa tusemezane, e, nambari ya simu na swali au maoni, nambari ya simu naweza katumia ni 0722 24 39 49. Nambari yangu ya simu unaweza tumia pale ni 0722 24 39 nne tisa na vile vile pia waweza sapoti huduma hii. E, weza tuma pale sapoti yako, na vile vile nakumbisha kwamba kama unasema neno hili lako, basi umesikiza ujumbe wetu siku ya leo na kuambia kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo na pia ni Biblia inasema kwamba usiende nyumbani mwa Bwana mkono mtupu. Kwa kwa kwa kwa kwa hivyo basi, hapa tuko kwenye ibada, ibada ya asubuhi ya leo. kwa hivyo, pote pale pale ulipo, enenda kwa mkoba wako, enenda kwa simu yako yako, toa sadaka yako, uweze kutoa pale ndio ibada hii ikapate kuwa kompliti eh. Kwa hivyo basi unatoa kwa nambari ipi? 0722 243949 toa sadaka yako pale, iwe ni sadaka shukurani ama support pia kwake eh, kwa kipindi hiki ama kwa wakati huu eh, kwa channel hii unatoa pale ama pia sema